Kama ulikuwa unatafuta namna ya kusevu picha zako kwenye Gmail akaunti ya yako, sasa hii ndo njia rahisi na ya haraka zaidi. Sasa utafungua application yako ya Gmail. Ukishaifungua utabonyeza hiyo hapo button ya kulia chini, ukishaibonyeza itakupeleka kwenye hiyo section, then hapo kwenye tu utapaste email yako ambayo unaitumia kila siku. So ukishaipaste hapo utabonyeza kwenye hiyo button kama hiyo jizungusha, then utakuletea hiyo option, utabonyeza hapo attach file, then baada ya hapo utaenda kwenye mafaili, then baada ya hapo utaenda kwenye images au kwenye picha zako, au pia unaweza kuweka document. Then ukishabonyeza hapo utabonyeza send, ukishabonyeza send, so picha yako itakuwa imeenda kwenye email yako moja kwa moja na kwa ajili ya kuhifadhiwa. Kwa hiyo ukienda kwenye kwenye kifaa kingine kama ni kompyuta au picha au simu ukisha login itaweza kurudisha picha zako kama kawaida. Kwa hiyo asante sana kwa kunisikiliza, usisahau kusubscribe, like, comment and share.